Kwa pamoja na mwenyekiti Mangungu apige kazi, Amangungu apepee tena skua, Mangungu apepe ni kiongozi wa mvumilivu. Haya juu, mimi ni miongoni mwa watu ambao nime nilikuwa namshambulia sana Mangungu, najua ni miongoni mwa watu ambao hawamkubali ni ni Mangungu, lakini nimeenda chini, nimekodi nimefanya research nimekusanya data, nimekusanya taarifa sahihi nimejizidi. Mangungu anaonewa hana kosa lolote. Leo hey, tajiri muhimu, tajiri wetu muhimu amekuja na mkeka Simba aatudai bilioni mia na saba. Anataka Simba tusaini Simba tumlipe lake, si tunauliza, hizo bilioni mia na saba, ni mkutano gani mkuu wana chama ambao ulipitisha kwamba ye anatuwazima bilioni mia na saba anapaswa kuishiwa, kwa sababu chombo cha juu cha maamuzi Simba ni mtoo mkuu mkuu umekaa aanasha utaulisha leo operation za club, viongozi wa klabu wasaini hela. Hatudai, hatuko tayari. hizo sio wa chama, hatuzijui kwa sababu hakutuita kutufikisha, labda kuna mtu alimpa aseme. Si kwa hiyo kimsingi, huo ndio taratibu. Leo klabu yetu haipigi hatua, miundombinu pale unju I -iko domanti iko domanti, hakuna progress yoyote. Tumeishia tukujenga tume ukuta pale, tuna viwanja tunazoezi, lakini mwekezaji alituambia atatujengea viwanja na jime kisasa. Iko wapi? Atuoneshe sasa. Hatuwezi kuwa na uwekezaji kivuri ambao hauna manufaa sisi. Tunachokiomba kama wanachama, na kichwa kichagua uwekezaji huyu sisi, hauna manufaa na sisi Waje wawekezaji wengine ambao wa ashika mkono kama BMT na serikali kuipitisha kuibariki, kui katiba yetu wa kadya Simba iliyopita amu liopita, basi izingatiwe hiyo katiba, wawekezaji waongezeke, ipate hela iende mbele, lasimu la tutakuwa alia kila siku na tutafungwa na Yanga kila siku. Ndani ya timu kuna wachezaji, kwa mfano ile silioma ni mchezaji ambaye juzi angeweko angecheza, lakini kwa taarifa hizo nazo, kuna marekezo kutoka juu, mchezaji akicheza mchezaji huyu ata, kwa sababu kasajiliwa a atasajiliwa, fa hatuwezi kufika huko sisi, tumechoka yani azakado zinakuja, yule bwana kuhizimisha na hataki kutoa zimeela <tutu>

Pale shina ni usiku kwa tani ndio analipo. Wengine wanaondoka ndio wanarudi na magari yao. Tuwete wazi, watu wa Tanzania waelewe. Sisi tunaweza na Mungu zirudi nyuma. Na ndio maana mimi kwa akili yangu ndogo hata au la uchaguzi sina. Kwanza uchaguzi unapoteza hela. Mungu wa pepe, asimamie maslahi ya Simba. Mimi ni mwalimu. Chapa Simba, iweze kushindana na vilabu vikubwa vitano barani Afrika. Huyo mwekezaji anaongea yeye. Lakini katika slogani hiyo ile ile, timu sasa anaoijenga ile ipige chapa, wachezaji wanaosababisha timu ipigwe chapa iweze kushindana na hivyo vilabu, anachukua hao hao anaotaka kushindana.